Hapo ni mkeka. Ya mkeka hapo na unakubali kuolewa? I see. Bibi huyo. Bibi huyo. Ah? Bwana. Oh. Kwa Ay, Kwa hiyo hiyo ah, ah, ah, yeah, mzee waho eo bwana, mimi nimeoa hapo. Kwa hiyo mzee utaenda kabisa kwako, utajisifia na mimi ni mzee, ni mtu mzima na Acha. I see. Yaani kweli huyo mchezo ndio. Kumchezo ni wajabu wajabu. Kanga kanga kanga. Sasa ngoja ni wapele hadithi. E! E! Hebu zungumza. Hapa mnavoniona, mimi ni mjukuu wa Mangi ndiye bakia. Yaani babu yangu alikuwa ni Father Christmas. Unamjua Father Christmas? Yaani wakati anapoa yule wale sungura yake aliachia nini? Urithi wa buti. Alafu na babu yangu mwingine alikuwa ni Mmongo. Aliniachia urithi wa goti. Kwa hiyo nimebakia mjukuu wa Mangi peke yangu. Oya. Hakuna mtu yote ambaye ataoa aache kupata taarifa kwangu. Na usipotoa taarifa kwangu upate mke. Hey, hey, uh, jamani, mimi ndo naenda uh, kwa wale ndo naenda kwa wale wako wanasema uh, jamani mimi huyu huyu mpeni mpeni mke, mke. Ah, dangane kwa kwa bwana bwana mzee mzee, mzee. mzee. Na nakwambia kuchanganya. Wewe wakati wakati wakati, unjui kama kama mimi mimi ndo ndo yule yule pale ongea. Eh, yani unampitia. Ikifika mjukuu wa Mangi niliyebakia, huyu mpeni mke Nafika tu pale nasema huyu msimpe mke kwa sababu kijana anamjua ni ni ni muuni kabisa. Wapi? Hey. Unataka kuwekeza watu bwana bwana. Wewe? Wewe Wewe Wewe Ah wa wa <laughs> Ah Ah. Mna kitu. Rada, cheza bwana. Mnaendelea kuona. A few moments later. Wewe unajua ni ngapi huyo? Wewe ni saba yule, wewe ni mke yule. Wewe ni mke. Ah? Unaelewa? Kamu ni mmoja ad meominia ule kijana anapambana kuliko mtu yote ule, anapambana vibaya mno. Tunapambana hapa, unapambana hapa aaan <laughs> yule kijana anapambana anafanya vitu vya maana hapa mjini na huwezi amini, yule kijana nimekaa nikamwangalia hivi kila siku. Sio, no, ndio alikuwa na nywele kubwa ndefu hivi. Anawapi, zimenyonyoka hizo, hamna kitu wote. Sio, zimenyonyoka kijana anapambana, unakumbuka alikuwa kwa bonge bonge hivi. Kwa bonge sana. Sasa, yeah. Hivi kakonda hivyo. Anakuwa ameisha kabisa. Anachoka hivyo. Ameisha. Yeye ni kwamba yule kijana mumjui vizuri. Amna kitu mzee cheza. Yule kijana mnavomuona vile pale alivyo, ule kijana anangoma. Eh? Na amepambana kweli kweli. Ngoma. Ana ngoma. Yaani akienda mjini akirudi hapa, ndio maana anapitaga pitaga hivi hataki hata mwanzo na watu. Atakuwa ana ngoma kweli. Mimi ana ngoma kweli. Eh, yaani yeye yeye yeye, endelee kumwangalia tu hivi hivi kijana wa watu. Yaani amekaa hivi akikaa hivi kijana kila sana anaumiza kichwa anaumiza kichwa. Siku sio nyingi yule sio mwenzenu. Hamwezi kuamini. Anakufa, anakufa, anakufa. Huyu anakufa. Mwenye ngoma, ana ngoma. Ngoma anasema tena ngoma, ngoma anakufa. Bwana, nyinyi siwaelewi. Ah? <laughs> Mimi nichukua naongelea yule kijana ni mwanamuziki sasa hivi, ametoa ngoma yake huh? Ametoa ngoma yake naitwa Pilau Moshi, nakaa acheni oh. <laughs> <laughs> kusikiliza vitu kimabandasha